Sawa, wanaotukimbia waendelee kukimbia huku, waendele, anakimbizwa mpaka anapatikana. Atakuja mpira leo. Nimeuona Azam, hata kama anashuka daraja hajawahi kuwa na mechi rahisi kwa Yanga. Ni mtu ambaye anatoa test ya mpira wa Tanzania anapocheza na Yanga. Yanga ndio testi ya mpira wa Tanzania. Timu yoyote ikitaka kujipima ya kwamba nimefikia wapi, level yangu iko wapi, lazima icheze na Yanga na ijipime kwa kuzuia Azamu wa kuheshimu kuzuia, sawa. Alijiona tayari aishafunga mechi ya kwanza. Kwa mechi hii atakuja kama alivyofanya mechi ya kwanza, wakati mechi ya kwanza akumbuke kwamba kulikuwa na pengo la beki wetu kimemkuta hiki, sawa. Huyu ni mpira Azam ajipange, na inabidi watu heshimu. Chama leo kaanza. Sio kawaida kumuona kocha anamwanzisha Chama. Unadhani mwalimu alikuwa na maana gani kumwanzisha Chama leo? Mimi niko mbali sana na mpango wa kocha kocha ni fundi mkubwa sana kuliko mimi. Mimi nitaangalia mpira, nitampenda Chama lakini sijajua mpango wa kocha ukoje. Yeye alivyokuja na leo kanionyesha. Sawa, kwamba Chama ambaye alikuwa pangwi na alivyocheza leo tofauti na vile ambavyo alikuwa anazia sababu. Leo Chama kaonekana alikuwa anaona ana, yaani uwepo wa Chama unawafanya wachezaji wa Azam waamuofie. Sawa, lazima wakae wachezaji wawili au watatu waweke attention kwa ajili ya Chama akiwa yeye na mpira inawapa nafasi wachezaji wengine wawe huru, na ndio maana uwepo wa Chama na Pakome uliwaharibu sana Azam. Kumbuka baada ya kutoka hao watu, angalia Azam walirudi. Sawa, ile tahadhari kama imefanyaje, imeshaondoka kwa uwepo wa Chama na Pakome, uliwaharibu kisaikolojia, walijua kabisa Chama taanzia sabu azizikia atacheza. Kwa hiyo ile mabadiliko, kocha ndio anajua, sisi wengine tutabaki kusapoti mabadiliko ya kocha na ushindi wa kocha. Ikasema kipindi cha kwanza mapema kabisa dakika za ishirini na kitu kuelekea dakika za thelathini mm. hapa huenda namna yote nadhani angekuwa anaendelea kucheza hapana. Yanga, Yanga wana kawaida kulinda kiwango cha mchezaji. Hadui mkubwa wa mchezaji ni majeraha. Mchezaji akilazimisha sana anaongeza jeraha kuwa kubwa. Tumejifunza kwa yao yao yao yao aliumia, tukamwacha akaendelea kucheza sawa, eh? Lakini alivyokuja kuumia imetugharimu sasa hivi miezi kadhaa kakaa nje sawa. Umemwona ucho, yani baada ya kuhisi tu kwamba ni kiendelea, alikuwa na uwezo wa kuendelea, lakini nikiendelea hapa nitaumia zaidi, inawezekana sicheze mwaka mzima. Sasa inabidi mimi niombe nitoke, nikajikarabati nika tena nirudi mapema, kwa sababu majeraha makubwa ya wachezaji ni wale ambao wanalazimisha na maumivu wacheze, kwa sababu ya timu. Lakini kama una wachezaji nje, sawa, utacheza lakini yanga ina wachezaji ambao ukitoka anayeingia ni afadhali aliyetoka. Asante, shukrani.